Okay. Tuambie choice ya nyimbo zako tatu. Of course tunachagua nyimbo kutokana na performance zako zilizopita, si ndio? Sasa wewe kama wewe unafikiri performance zako tatu zitakuwa nini? Bila kupangilia kwamba ipi namba moja, ipi na namba mbili, ipi namba tatu. Mzuri zaidi ninaweza kukumbuka mbili. Uh, yaani mbili na inaweza kufanya vizuri. Ya kwanza ilikuwa yeah. Ni Vulindlela, uh -huh. afya pili ni Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Yeah. Limba hivyo hivyo. Yeah. hiyo. Okay. Yeah, performance ya tatu unafikiria? Ay, ya tatu sasa labda ndo niingie kwenye hizi faili ambazo nichukue upi maso nilikuwa nayo. Kuna hii rafiki mwema ina mashup ya vita, naona kama mwema kuna yule aliyenipenda ambayo inakuwa na mashapo, um, amesema vita vyangu si vya damu wala nyama, ushindi wangu inafahamika, yeah. Tukipati ndo kinafahamika sana alafu ah, okay. Hiyo nyingine nilikuwa nataka kisebene kidogo, kile mbona kama naota hiyo wimbo alafu yeah. mm -hmm. mwingine ni njiwapeleka salamu kati ya hizo sasa ndonazitaja , japokuwa hii njiwa sijaikarili sana kule mwishoni, mwanzo mwanzo tu, alafu kuna hii uloli we wahi, uloli we wahi, kuna hiyo mwanzoni aliyenipenda kwa ajili yangu, ndio nyimbo nzuri sana hiyo. Hiyo nyimbo ni nzuri sana kwa fundo kitengeza, yeah, na drama kwenye stage, labda wakaja watu mama wa maskini hivyo, na majuto mwingine, mama ananyonyesha mtu yuko stejini analia huko kati, katikati ya watu, na ukavaa labda, kimama fulani umeteseka. Hiyo ni nyimbo ambayo ina kitu fulani no, na, hivi unaona, yani najaribu kuwaza yani kwenye kujimagine kwenye stage yes, kwa sababu ina ni nyimbo fulani inaanza taratibu padi nyingi piga vitu fulani kama vile una masikitiko, yani ni mtu fulani umeteswa, mm, upate na, upate muda na upate na machozi kidogo, akupate yale ah. Huyu hey, ni mwimbaji mkubwa sana mwalimu eh. Hey, lakini kama akisikiliza ushauri wa mwalimu hii, unaona ile haleluya haleluya wakati anapanda, nilimshika tu mkono na mke mwanangu kambia pili, akasema nendo kafanye, asema sawa mwalimu, tulishia hapo eh. Ana, hakuna, mina ta, na presha, napata presha, marini, hey. mimi. na mwalimu, nateseka. Well, maandalizi yako vizuri. Nimejiandaa vizuri sana kuingia fainali kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nacho nawaza n yani, tangu kule top zile za mwisho, zile za mwanzoni nikuwa na waza tu kwamba tageti yangu I have to be there. Afu nikifika pale sasa and then let God do it.